Ningependa ijulikane kwamba serikali haijawahi kuwa na dhamira ya kubana uhuru wa watu kujieleza, kwa sababu uhuru wa watu kujieleza ni takwa la kikatiba, ni haki ya kikatiba ya Watanzania. Lakini nataka niwakumbushe ndugu zangu Watanzania, matumizi ya mitandao kwenye nchi yetu yanadhibitiwa kwa sheria. Unayo sheria ya mwaka elfu mbili na kumi na tano ya makosa ya mtandao. Sheria hii imeainisha mambo mbalimbali ambayo mtu akiyafanya atakuwa ametenda kosa. Sasa ndugu yangu Malongo anasema serikali imechukua hatua gani hasa ikizingatiwa kwamba wanaouzi sehemu kubwa ni hasa wa vyuo. La kwanza, serikali inafanya kazi ya kubwa ya utoaji wa elimu, kupitia tunavyo vipindi kupitia televisheni, tunatuma maudhui kwenye mitandao ya kijamii ya kuelimisha juu ya matumizi mazuri ya mitandao ya kijamii. Nawaombeni Watanzania tuzingatie elimu tunayopewa kwenye vyombo vya habari na kwenye mitandao ya kijamii. Lakini la pili, serikali imejenga uwezo wa udhibiti wa matendo yasiyofaa katika mitandao ya kijamii na ndio hapa ninapokuja kuzungumzia sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015. k Malongo, umesema vizuri, wengi wanaofanya hivyo na wanafunzi wa na nataka ni kuhakikishia wote tunawapata. Bahati mbaya wanatumika. Naomba kutumia mkutano huu kuwaomba wanafunzi na vijana wote walioko mitaani, manake sio wanafunzi peke yao, tutumie mitandao ya kijamii kwa manufaa, tutumie mitandao ya kijamii kujifunza, tutumie mitandao ya kijamii kujielimisha, kufanya biashara, kuunganisha kuunganishwa um, wenyewe kwa wenyewe kuwasiliana na watu mbalimbali, mm -hmm. kuia na watu wote yenye manufaa, ukifanya mm -hmm. hivyo